Jeshi yes, yes, la polisi mkoani Geita limeweza eh, kumfikisha katika mahakama ya mwanzo ya Nyankumbu wilayani Geita mtuhumiwa Alfred Joseph, ambaye yeye ana umri wa miaka ishirini na tano na hii ni mara baada ya kuweza kukamilisha e, uchunguzi wa tuhuma dhidi yake ambazo zilikuwa zinamkabili za wizi wa fedha e, shilingi milioni nane ambazo alimuibia mwajiri wake Gabriel Albert mfanyabiashara e, ya huduma za kifedha yani mpesa mawakala wa, wa, wa mitandao yote, lakini pia masuala mazima ya, ya banking na vitu vingine kama hivyo. Sasa huyo alikuwa ni kijana wake wa kazi, aliweza kumuibia bwana bosi wake shilingi milioni nane. Kwa nini amuibie pesa hizo? Akisoma shtaka hilo, alimgomba hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya mwanzo Nyankumbu huko Geita, ameweza kusema kwamba mtuhumiwa aliyetenda kosa hilo Machi 28 mwaka 2025 majira ya saa kumi na mbili alfajiri kinyume na kifungu cha sheria cha namba 258 na 265 kwa kanuni ya adhabu sura ya 16 ambayo iliweza kufanywa marekebisho kumu kijana huyu mwenye umri wa miaka 25, lakini baada ya mshtakiwa kuiba fedha kiasi tajwa hapo juu ambacho ni milioni nane aliweza kutoroka na kwenda kujificha manispaa ya Shinyanga, ya Shinyanga mkoani Shinyanga. Na uchunguzi wa tukio hili ulipofanyika, sambamba na kumkamata mtuhumiwa ambaye amekiri kuiba na kuzitumia pesa hizo alizoiba eh, kumlipia mahari mke wake, jina ambalo limeweza kuhifadhiwa jina la mke wake ambaye alikuwa ame, ametolewa mahari hizo kwa pesa ambazo kijana aliweza kuiba huko Geita, kiasi cha milioni mbili kununua pikipiki ambayo ni MC 236 DXP, milioni mbili kununua samani mbalimbali za ndani na kulipia E, chumba cha kuishi. E, bwana, e, watu wameanza mageto kwa kuiba pesa za watu, noma sana. Tunaendelea. Jeshi la Polisi mkoani Geita linawataka wafanyabiashara kuhakikisha usalama e, wa mali zao na kuweka mifumo ya ulinzi inayozuia watumishi wao kuweza kushawishika au kujiingiza kwenye uhalifu au kujiingiza katika tamaa ambazo zinakuwa zinatokea. Yes, unakuwa unajua kwenye kwenye hizi biashara kunakuwa kuna vitu ambavyo vitu vingi unakuwa unafanya lakini mtu akiona pesa tu lazima aweze kuingiwa tamaa. Sasa, e, wanashauriwa kwamba wafanye biashara Okay, miundo -mi -mi miundombinu yetu salama, lakini pia ili mwajiri wako au au mfanyakazi au ni nani ndugu yako wa karibu eh, asiwezi kuingiwa na tamaa kuweza kuibia pesa zako au kitu kingine cha kwako cha, eh, cha thamani so, hii kama sawasawa sawa kabisa, tumekuletea taarifa hii kutokea Geita, lakini pia najua kuna baadhi ya watu wameweza kujifunza kupitia hii kabisa.